Laki tano na tatu mia tisa kumi na nne kati ya laki tano kumi na nane na thelathini na nne waliofaulu mtihani wa darasa la saba wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka elfu mbili na kumi na sita katika shule za sekondari za serikali katika awamu ya kwanza, ikiwa ni sawa asilimia tisini na saba nukta tatu ya waliofaulu wenye sifa za kujiunga akitangaza taarifa ya serikali kuhusiana na wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, naibu waziri wa TAMISEMI Selemani Jafo amesema katika wanafunzi waliochaguliwa, wasichana ni laki moja na hamsini na tano elfu na mia nane arobaini na tatu sawa na asilimia tisini na tisa nukta mbili na, na, na, na, na, na wavulana ni laki mbili na arobaini na nane elfu na sabini na moja. Mtihani wa kumaliza elimu ya msingi uliofanyika tarehe tisa hadi kumi Septemba elfu mbili na kumi na tano. Jumla ya wanafunzi laki saba sabini na tano elfu mia mbili na sabini na tatu wa shule za msingi walisajiliwa kufanya mtihani huo, wakiwemo wasichana laki nne kumi na tatu elfu mia tisa na sitini na sita na, na, na, wavulana laki tatu, sitini na moja elfu, mia tatu, na saba Kati ya wanafunzi kat, kat, kati ya watainiwa waliosajiliwa watainiwa 683 walikuwa ni wenye uoni afifu na watainiwa 75 walikuwa ni wasioona. Uowa, naibu waziri huyo ametoa wa onyo kwa madiwani na watendaji kuzingatia matumizi ya kiasi cha shilingi bilioni 18.77 zitakazoanza kutolewa na serikali kila mwezi kuanzia Disemba 2015 hadi Juni 2016 kwa ajili ya kugharamia chakula cha wanafunzi wa bweni, kutokuzigusa katika matumizi mengine. Anasema kama jumba bovu litamdondokea mwaka huu ni kuweza kugusa katika hii pesa. Sisi tuliopewa katika mamlaka katika TAMISEMI na nafasi na zote, kuanzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kila mtu atakuwa na jukumu kulifuatilia pesa hizi. Kutoka Dar es Salaam, Victor Robert Ichane 10 mkuu wa mkoa wa Geita.